Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa mzani wa Igagala ambao ni sehemu ya ujenzi wa mradi wa barabara ya Niho Kitulo utakaogharimu bilioni 69 hadi kukamilika kwake na mzani wa Makambako, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka anasema utasaidia kuondoa kero kwa wasafirishaji na wafanyabiashara wa mali za kuoza, kwa sababu foreni imekuwa ni kero kubwa katika vituo vya kupima uzito, na kisha kuhimiza kuendelea kuwashika mkono wakandarasi wa ndani kwenye miradi ya kawaida, jambo ambalo linaungwa mkono pia na katibu mwenezi wa CCM Njombe Josaya Luoga. Hii ni moja ya barabara kubwa kwenye nchi, ndio inatuunganisha sisi na nchi za jirani Zambia na Malawi. Kwa hiyo aina yoyote ya maboresho ya miundombinu ikiwemo miundombinu hii ya mizani ni kwenye kuiweka barabara hii kuwa kwenye hadhi stahili, na utaona mheshimiwa waziri pale mzani wa, wa, wa Morogoro alifanya maamuzi pale baada ya kukwazwa na foreni ambayo haina lazima kitu ambacho hapa sisi tunashukuru kwamba tando limekidhibiti kwa wakati wote. Kimsingi, eneo la Makambako ni eneo sensitive sana, kwa maana ya kwamba ni trunk road ya barabara kuelekea uh, nchi za jirani Zambia, Malawi na maeneo mengine ya nje ya nchi yetu. Sote tumekuwa tukiona shida inayopatikana hapa eneo la Makambako kwenye eneo la mzani. Awali, akitoa taarifa ya miradi hiyo, meneja wa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Njombe Mhandisi Ruth Sharua anasema ujenzi wa bilioni tisa wa mzani wa Igagala unakuja kutokana na bidhaa nzito zinazopita kwenye barabara hizo, na kisha kuweka wazi sababu ya kufanya upanuzi wa mzani wa Makambako. Katika mzani wetu wa Makambako kwa sasa tuna ongezeko la magari kutoka magari elfu moja hadi elfu moja na mia tano. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mzani mmoja unaweza kuwa ukashindwa kukidhi upimaji uh, wa magari. Hapa upande wa north tulikuwa na mzani mmoja ambao ulikuwa unapima single axle, yaani uh, yani mitaimbo mmoja mmoja, lakini wizara na kupitia TANROADS imeona kwamba tuweze kujenga kituo kingine. Wakati mkuu wa mkoa akihimiza makampuni ya Kitanzania kupewa kazi zaidi ili fedha isalie nchini kwa miradi ya kawaida, Geoffrey Msambura ambaye ni mkandarasi kutoka kampuni ya NT Business anamshukuru mkuu wa mkoa kwa kuunga mkono jitihada zao na kisha kueleza kikwazo kikubwa kinachorudisha nyuma. Yeah, yeah. Uh, ni kweli tunao uwezo wa kushindana kwa maana ya te, teknolojia na taaluma lakini kwa upande wa kipato ki, yani kwa maana ya mtaji wa, wa, wa, wa, ka, wa kandarasi zenye zinazotolewa bado tuko chini. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.